Aya bwana, vieta sasa yumi kwa jeti sasa hivi imebadilisha passengers, si ndio? Wasafiri wamebadilishwa ts, alafu locations yabadilishwa, yaani mabadilishano tu, kwamba ni msafiri mwingine katoka mm. kaingia msafiri mpya, alafu mwenye shughuli yake. Sasa boss katoka dirisha hili kaamia dirisha hili. Disha ni kuhama ili, selo tu Tumebadilisha ndege. Ndio. Ndege ile ambayo ilikuwa ha, ilikuwa . Ah, ile sio ndege sasa. Eh, ilikuwa. Baada ya kuwa na sasa tumebadilisha ndege. Ah, tumechange ndege sasa. Mm -hmm. Tumejipata maana yake eh, ni sawa na kusema kwamba hivi tumeangua machozi, tumemwaga kilio. Kilio. Eh. <laughs> Tumeangua machozi, tumemwaga, <laughs> tumemwaga. Kweli kabisa. Na eh. Ile ile ya kwanza ilikuwa ina feni pale mbele ilikuwa ina feni ile. Sasa hivi ah, hii imekaa ina AC ndani kwa ndani nzuri, yaani ile kama tu mabasi hayana ta feni, ina AC hivi, sasa hivi kama mwenye Harmonizer alisema hicho kitu mm. alisema ushindani umeruka kwenye muziki, umeimia kwenye private jet. Kumbe alikuwa na maana yake bwana. Inaonekana yeye bwana baada ya show zake kule mikoani akabana mama eh. Bwana mwanao, mimi nateseka. Nasemwa sana mama, nasaka kwa. Wanasema umetukudia boxi. Ndio pro. Expensive life haendani na hii ndege mama, akasema basi limekwisha, akawaletea ndege nyingine. Hiyo hapo sasa ndege hii mm. Wenyewe kwa maneno ya Mwijaku anasema ndege ni kubwa <laughs> Ndio, kwa mujibu wa Mwijaku anasema ndege ni kubwa eh. Kwanza ameposti video akiwa yeye Harmonize na Meja Kunta alafu akasema semeni tena, hii ni avieta <laughs> au nyumbu in London hawajamka. Ah, kume manyumbu mpaka London wapo eh? Manyumbu si ndio nyumbu eh? Nyumbu, ah. London. Asa, si tulijua nyumbu ni wale comedian. Sasa yeye eh, anajichanganya

Ile ya kwanza ukipiga chafya mate usoni kwa mwenzio. Ila hii kidogo kidogo at least yani kuna ka space katikati <laughs> eh, kapo katikati ta muhudumu anaweza akakati. Kwanza hii kuna muhudumu, muhudumu simuona lakini. My brother from another mother. Kuna shida gani? Kwa nini? Kama unaweza kupiga chafya? Eh, mate usoni kwa mwenzio.

bado yani, tusifananishe na ndege ambazo wasanii wengine tunaona wakipanda, bwana. Hebu bwana, usifananishe ile ndege nyingine, ile ina vitu vya ajabu ile ndege. Kwa mfano uje mimi uzuri sami, alafu ile ndege nyingine ile ilikuwa ina ile ilikuwa na makochi, hii ina viti. Ndege hii ndege mimi nikuonyeshe ndege hii hapa, bwana. Ndege hii hapa. Sasa hebu angalia kitu kwanza kwenye ngazi kwenye ngazi 6 unapanda sita ngazi kwanza, kuna red carpet, wale wamekiwa kinini, alafu walishuka kwenye roll eh, huyu kaikiwa red carpet, wale wamekiwa kibusati, kibusati ndio kufutia miguu, ndio hiyo. Kwenye ndege hiyo hapa wameka red carpet ndio. Alafu kuna angalia, magari yaliyompeleka mtu airport, unaona SUV hizi, unaona kwenye movie za Kimarekani watu wanatekwa ndio hizo sawa sawa, na angalia hivi wale wana angalia. ST, eh tukimweza kwenye swala la ngazi te swala la wahudumu ndio twende mm, kazi mm, ngazi hizo na kwenye ngazi, afu hizi ziko juu, zile ziko chini. Twende kwenye swala la wahudumu hapo, kuna wahudumu wa watatu wa, wa tunaye mmoja mmoja eh, mmoja tu <laughs> Hela itoshi tushukuru Mungu kwanza. kwanza... Shida ni kwamba wanajimaliza sana. Sababu ile ndege ya kwanza. Maneno sana, unajua mtu kishajimaliza afu jambo likawa hohehahe mm. Lazima watu kidogo tuzungumze, jimalize afu kaa kimya. Kaa kimya. Jimalize kaa kimya. Hii ya kwanza ilikuwa ndo mtihani kwanza, ngazi moja. Ngazi moja <laughs> ukipanda mguu wa kwanza kwenye ngazi wa pili ndani ya ndege hio, si ngazi moja? Si boda boda tuli na hiyo ngazi zingine, ngazi tatu Tati. mbili kuna mingine mpaka ngazi nne, si boda boda hiyo, ndugu yangu, ukifungua mlango wa ndege mm. ilisha la kwanza, pili, atatu sehemu ya mizigo. Yaani wewe ukikaa na mizigo iko nyuma, bahati mbaya ndege ikifunga breki yangani, imekuangukia siumanlwa, mizigo iko mbele. Kwa hiyo washukuru Mungu waiki ambako mm. wamekipata si wameki si na sisi hatuongei kwa ubaya mm. kwa sababu Harmonize yeye mwenyewe ameonyesha kwamba yuko tayari kushindana naye, kashaonyesha mishindo mishindo, kwamba wanaosikiliza kwamba ishu ni private jet, mimi nimechukua nyingine hapa, kaja nayo hapo <laughs> na tamaduni ile ile ya magari kufika kaja nayo vile vile, magari yamefika mm -hmm. Kwa hiyo itimisi kwamba tunaenda kuamini ile ile sentesi ya kwamba basi akubali kwamba yeye anamwiga mwenzie, akubaliane na, na maneno ya, na yani eh, ya na mashabiki kwamba anamwiga Diamond afu anajaribia afu huko ni kuharibu kwanza eh, aliyeanza na jeti ni nani kati ya Ana, anani? kasimama kwa Kakaif. Shida huyo e, si twiga huyo twiga hivi Mejakunta tumemwona sana na role na Harmonize sawa oh, labda ni shows na nini, lakini lifestyle ambayo uko nayo Harmonize, Mejakunta kama anakuwa anaiga sana, na hiyo ni mbaya, tunarudi pale pale e. so, mejakunta na lifestyle, lifestyle ya kuvimba. Mswahili ni mswahili tu yani, sitaki kutufanya wewe ndo unaela ndo ile ndo na fedha ndo maana una pesa imejaa, lakini mimi hata glass haishiki hivyo. Mmoja sasa aboshika glass, aishika glass kama kunywa juice ya mimi ah. Na muona na Stan Bakora pia, eh Stani ah. Sasa Stani na Mwijaku, si ndio? Ah, sawa, ndio kunguni machawa, wakijoko kutoka kwenye uchawa, anaenda kwenye ukunguni kabisa, mm. n yani, kwenye damu utoki mpaka hakisha umenyonya yani. <laughs> <laughs> hao ndio machawa <laughs> kabisa, yani machawa wenyewe ndio hao wa Harmonize. Turudi kwa Meja Kunta lifestyle ambayo ameichagua na mziki wake ni vitu vile ambavyo haviendani. Mm -hmm. Yes, kwa sababu anaforsi, anaforsi lifestyle, expensive life, kuliko hata mziki wake anaacha nyuma. Yeah, yani, ana... iga kama umeamua iga. Kuiga iga, iga, iga mpaka kwenye kazi, hey, fanya kazi toa yes. Ngoma fanya hivyo watu wasikuone umetulia. Ndio maana ndio maana hata Baba Levo kuna, kuna na Hmm. Waliongea sana mja kunta, nani, walimuongelea sana sana. Afu kwanza, mbona ajaenda kule wapi, London? London itakuwa yule yule, alijimaliza kwenye press. Ah, itakuwa salibaki na mama. Si na mama gani? si kalastiboni kale. Ah, asa ilibidi festiboni aende, lastiboni abaki. Ndio ilibidi aende, alibaki na mama. Sasa wewe, sijua sasa, kama tu mama kashindwa kwenda, yeye nani ataenda? eh hey, Aa, A-a, sawa, ndio anatua bwana. Tulimwona alikuwa Mwanza pia akaenda wapi, kuhusu tu, wa miko, mm. yoishu, yoishu tu mimi, ya mikoa aliongelea issue hiyo. Issue aliongea vizuri tu, aliweka sawa. Alisema mimi si yule jamaa ambaye anauzauza simu, naliingia naye mkataba ndo, yes. ndo anamsimamia yule yeah. Alisema kwamba sasa hivi mimi na safari ya kwenda London mm. nikitoka London narudi huku Tanzania, nina shows ambazo nitafanya show mikoa fulani, na mikoa alitaja, mm. mikoa ambayo iko kanda ya ziwa mm. alitaja kwamba atafanya show zake divoic. Kwa hiyo alieleweka kwamba ataenda London na Mondi. uh -huh. baada ya kuenda London, yeye natoka msanii wa kwanza wa singeli Tanzania kufika jijini London, atatembea na Mondi London, Manchester, Scotland, baadae Marekani baada ya hapo atarudi Tanzania atafanya zake show za mikoani. Sasa adabu dharura e, zipo kiu binadamu. ah, danganya, usikute, no. ya, ya kwa nini kwanii? ah hajadanganya no no usikute yakuwa kwenye mipango ya adabu, wenda wenda dharura zimetokea kumataenda. Baba dharura, zipo ziponi, yani ule katudanganya sio tu, hajadanganya bwana, dharura zimetokea hmm. eh London, ndio maana anaji, ndio maana, labda. Ndio maana, ndio maana aitwa London boy. Labda atamalizia sehemu <laughs> nyingine ya mshoni mshoni, uh, labda wewe sijua, labda sasa hivi imebidi kwanza afanye hizo tua zake za kandaziwa, alafu ndio zile za mshoni mshoni London. Wewe sijua <laughs> kaenda na mama akaenda mm. E, na Mrs. na mama mm. kamwache mzee huku. Mama yetu Zuhura Othman, kila mtu kamwacha daga, na watu ambao wanajua wanawawamsumbui, hawezi yani, kupi, kupikisha siri yoyote, siri labaki kwao wow, wamsumbui wanae sana, yuko nao sasa. Shida ni kwamba tayari labda nafasi ya divorce ndio yamechukua, amechukua balevu, ilikuwa ni ngumu sana kwenda wote wawili e, itakuwa nafasi ya last born imechukuliwa na first born. Kama lastboni, lastboni anatulia. Lastboni na fastboni anatembeaga wote. Sasa tulia. Ah na fastboni. Yeye anakuwego wote mwana. Sasa hiyo ni London. Hiyo ni London. Ilikuwa lazima fastboni na yeye aende sasa. Lastboni ni Nigeria alienda. Sijui wapi kaenda. Yeye ambaye tutakuwa sasa yeye atulie kidogo na mama nyumbani. Mm. Sawa. Amzali mama kuoshosha masufuria. Alafu amache fastboni na yeye aende kidogo. Akaone baba anafanyaje kazi. Afu hizo mambo azofanya fastboni, lastboni asingeweza. Hizo pilika pilika. Mm. Ah, fastboni anaziweza. Ndio maana imebidi aende yeye. <laughs> <Mtoto walukuga. laughs> Maisha lakini turudi kwa Harmonize. Maisha sawa, turudi kwa, yani Harmonize hizi copy and paste hizi, anatengeneza kitu gani? Si unanielewa? Copy na kupaste kwa Harmonize kuna mdidimiza kwenye muziki wake, kwenye hmm, kujibrandi kwake, kuna mdidimiza, unashusha brandi, bro kwa ukubwa sana sana, japo sana. Hmm. Anachokifanya yes. kinamfanya yeye abaki kuongelewa kwenye mitandao ya kijamii mm -hmm. Watu wamzungumzie sana, kwamba ni mtu ambaye anatengeneza zile stunts na of course, kwa msanii kuwa na stunts kama hizi, mtu kafanya kitu fulani, unafanya ili uongelewe, ni pati ya kujibrandi kwako. mm -hmm. Lakini angalia unaishindana, uh, unae, unae naye, ye yuko juu yako. Of course, unapofanya hivyo, unamtengenezea ye mandate itakuwa juu zaidi ya kwako wewe yes. Utabaki kuwa wapili yake, umemfatia kivyovyote lakini angekuwa anafanya kitu ambacho mshikaji hajafanya, yaani unafanya for the first time, lazima watu waseme: yes, ah, jamaa mwanangu ajua kufanya kitu fulani. Mm. Lakini unafanya kile ambacho jamaa kafanya, na unafanya ili ionekane kwamba mimi nafanya kama yeye anavyofanya. Of course, lazima uonekane wewe ni mtu fulani ambaye unaiga <laughs> <laughs> <laughs> kila ndage kilandage lake na akila ndege anamwita kichambilingo, comment huko eh, comment a watu wazoongelea kusa hi nini ndege eh. Comment hazikosi watu wameongea vitu vingi huko <laughs> sema, watu wanamsifia sasa hivi Mwijaku mm. Kameramani zoom mbele kwanza <laughs> tuone <laughs> eh, waone hiyo ndege kwanza <laughs> Kuna vitu gani mbe, tuione ndege mbele ikoje? kwenye zile za studio. Ah jamaa Mondi, yeah. Mondi ndio kila kitu, kwa hiyo i ndio mm, watu ambao wanakuwa wanamwiga eh Hivi vitu tunatumia movie cinema, ameenda kuangalia movie, ndo kuna popcorn na soda. Na popcorn sio kidogo, ni ile basha kubwa kabisa. Ndicho alichojaliwa. Kwa hiyo kama kwenye kwenye, kwenye, glasi ya Mejakunta, ile ni nini? Ile ile ni soda. Soda ile. Ile ni soda na popcorn amepewa hapo. Yani, ah, bro, na popcorn hizo umeziona? Watu eh, wawili yani mtu mmoja. Yaani mtu wana share. Ukitia mkono zimeisha. Hapana. Imagine <laughs> safari ya kutoka hapo ah, sasa hapo mmefeli. Mm, soda na popcorn. Soda na popcorn watu wamepiga hapo. Hao wasanii wakubwa soda na popcorn. Tena ana upaka <laughs> kabisa ah, yes, it's expensive life. Hala ni. Hala. Popcorn na soda. Na soda yenyewe hata gesi haina hizo popcorn nyenye umechukua supermarket, maskini. Hakuna hizi hizi, popcorn za nini, za kwenye ndege, kampuni matangazo a ndege. Afu wana share, ndio naona e, e. Na, ya, ya, ya stani yuko na, na monetize wana share kiba kuli moja kwa sababu e, hakuna, hakuna chupa labda tuseme hii ni kwani chupa labda ya pombe nini? Yani amejisahau, amejisahau kwenye unajua kuna muda lakini zimefunguliwa. mbona mbona nilimwona nani yule nani yule jamaa yule Roy Zizi... ndio alikuwa sasa, ameshika zile chupa za pombe, anataka kuzifungua. zimefunguliwa hapo, zimefunguliwa zile chupa za popcorn? Hapo hapo, za za za pombe wamejitahidi bwana. Kwa hiyo hapo ni kasoda. Ngoja ngoja tuone, ngoja tuone. Pombe na rangi yake, soda na rangi yake. Hizo ni mpya zimefunguliwa, bwana eh? Ndio mpaka uzumu hivyo bro, zimefunguliwa hizo bwana. Kwa kwenye hilo tuwasifie bwana, wanachupa za bia. Tuone vizuri, tuzumu vizuri, si zap <coughs> lakini hiyo alioshika hiyo ni soda, soda amna ile soda tamu ile. Hapa tumeumbuka, hapa tumeumbuka, ni pombe hmm. Hizi pombe, e, chupa za pombe. Hapa, hapa, ha ha hapa, hapa, hapa nimekubali kwa sababu hapa nimechunguza kwa undani lakini e. popcorn zipo lakini hizo ni chupa za pombe, tena za pombe pombe za bei hao kabisa, ah, so bei gali bwana, mimi nasijua hizi bei shingapi hizo? Sio bei, kwa hiyo tunaambia elfu kumi, elfu kumi na tisa elfu ishirini, ishirini unapata hizi. Mimi ngoja tukitoka hapa, ameshika ile chupa ile ile wanafanya wao sana wasanii ile, laki ile, hakuna ile haipo ile, ile, ile, ile. ile. Mimi nimeziona, usinifanyia hivyo bwana sasa, mimi zina mambo yangu mimi. Nakwambia mimi pombe za laki hizo mbeba hapo, na pombe za laki hapa 2000 kama ile kama nini ile 2000 elfu mbili elfu mbili elfu mbili ile ile, ambao siku ile mm. <laughs> ile ilikuninili wewe au jungo, ukiwa nakuwa msafi, jina lake usafi. elfu mbili msafi wee, bwana, sio bwana, zimefanana. Ai. Ngoja hapa, ngoja hapo uone hapa pembeni hapa, hapa pembeni. Hapa. Hapa subi. Hapa. Hey. Ngoja, ngoja. Iko e wapi? Iko e wapi? Ujaona? Sijaona kitu. Kula karoti sana Sami. Mimi nimeona. Ai. Ile ya kuwa unapendeza kijana mtanashati. Sasa so, umeniacha, umenipiga changa la macho. Si mtanashati impomine mekiona kiswanta. Ah, jamani! Ndege ndo ndege ndo hiyo. Kiswanta, kiswanta. Bana <laughs> bana, mimi mimi sijaelewa, ndege ndo hiyo. Ndege <laughs> ndo hiyo hapo. Eh, ndani kuna popcorn. kuna popcorn Viswanta <laughs> mimi je <mimiki. laughs> Pombe kali sipo kali. Niwe sio na sababu. Alafu kuna glasi tu mbili tunashare glasi. Mimi niona glasi mbili tu. Sipo bwana. Sipo bwana. Ah, mimi niona glasi mbili. Ah, niona walioshika Harmonize na. Yaani, kwa sababu mhudumu huyu lazima afutakuwa na glasi glasi ni. Sasa, na nili naye huyo jamaa alishika zile chupa, hakutakiwa kuzibebelea vile. Takiwa tumuone mhudumu anakuja kwenye tray anaziweka pale Maanake wamezinua huko walipotoka kuja nazo, sawa sawa, lakini wangempa mhudumu akaja kuwahudumia, ma jisionesha kwa Diamond. Zile zile zipo kwenye private jet <laughs> kwani si wangeomba tu wampya wahudumie? Yani ndio shida, yani huduma haziwezi kufanana. Ile ya Mondi ndege ilikuwa inalika store ndege ina sehemu ya pombe, ndege ya Mondi, private jet ya Diamond, ina lika store sehemu unakwenda unasema nahitaji kinywaji fulani, unaletewa kinywaji cha bei ghali. Ila kwa Harmonize, wametoka huko safarini kwao, wamefika sehemu kwenye lika store ya barabarani, wakapaki. You never know, labda traffic wapiga mkono na wakaandikiwa ticket, wakashuka, wakaenda kununua vinywaji. Na you never know, walibageni, you never know <laughs> Ah, bwa, sisi, bwa, sisi, eh, kumi na tano tu mzee. Eh, wakatoka huko wakavichukua, ndio ule mshikaji yule yule designer wa Harmonize navyo kwenye, na you never know livisa pia kwenye gari akaja <laughs> aka ngev... navyo, akaingia navyo ndio akaviva navyo hata <laughs> na uh -huh. Ah, ndege pia haikupaa.